Umesema ni pengine katika vyama vitano ambavyo mnaunda TCD, e, ni chama kimoja ambacho ni chama dola kinasema akikubaliana na hoja e, hoja hiyo yao imekalia kwenye engo gani? Kwa sababu mantiki ambayo inatangazwa kutoka upande wao kwamba maboresho haya yalishafanyika na rais juzi kwenye baraza la Idi alieleza hivyo, au e, anasemaje? Ni kwamba wakati utoshi ama nini, hoja yao ije katika kutokubaliana na hicho e, hoja ina renji kutoka muda hautoshi na hii hoja ya muda hautoshi, mimi nimeanza kuisikia mwaka 92 tulipo tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya, vya siasa. Muda hautoshi kwa marekebisho yaliyopendekezwa na tume ya Nyalali kwenda eh, mwaka 95 uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi, tulizungumza masuala hayo hayo, tukasema muda hautoshi. Mwaka elfu mbili na kumi na nne wakati wa mchakato wa katiba mpya kwa tume ya Warioba. E, tumeanza haya ambayo tunazungumza leo, tunasemana tunaambizana, muda hautoshi. Yalizungumzwa na kikosi kazi cha rais toka 2021 yamezungumzwa na mazu, mazung, katika mazungumzo kati ya rais na watu wa CCM na Chadema 2022 2023 Kwa hiyo lugha ya muda hautoshi eh, ni, ni lugha ambayo ina umri wa zaidi ya miaka thelathini na, na tatu hai, hai, hai, haitusumbui tena. Hamuoni kama pengine kupeleka ho hoja hizo kwa rais, na tayari rais alitolea majibu tena kwa siku chache, hata juma moja halijachukua wakati akiwa mgeni rasmi, na akataja maeneo ambayo e, maboresho yamefanyika kuelekea kwenye chaguzi hizi, lakini pia ahadi yake ya kwamba atahakikisha kasoro zilizojitokeza kwenye chaguzi zote zilizopita ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa nasin kujitokeza bado, hamna imani na hiyo kauli na haya anayoyasema, uthibitisho kwamba hakuna chochote cha maana kilichofanyika ni uchaguzi wa, wa mitaa na vijiji wa mwaka jana mwezi Novemba. Tuliambiwa hivi hivi. Kimsingi, kinachoitwa marekebisho yaliyofanyika mwaka jana kwenye sheria zilizotungwa mwaka jana ni, ni, ni, ni, ni, ni, Waingereza wanaita uh, cosmetic changes, mabadiliko cosmetic reforms, uh, ukitupaka mafuta hatubadilishi ngozi. Shida ni kwamba mfumo mzima wa uchaguzi umeharibika, unahitaji mabadiliko makubwa na ya msingi, hauhitaji kupakwa pakwa rangi uonekane kama mpya. tume, tume unabadilisha jina unasema umefanya mabadiliko, e, mabadiliko haya mabadiliko hayana maana yoyote, ndio maana tuko hapa lakini wakati mwingine pengine watu, wananchi wanaweza kuwa eh, na maswali kuhusu namna TCD eh, mnavyoendesha msimamo wenu ukiwa pamoja, lakini nje watu, najua vyama vitano mna misimamo tofauti kabisa, inawezekana licha kwamba kweli mna wa kikadi, lakini kwa ujumla wake, hivi tunavyozungumza, tayari katika vyama vitano, viwili tayari vimeshatangaza wagombea wao wa nafasi ya rais kwenye uchaguzi wa mwaka huu, na amuoni eh, kuwa na, na, na, na hii msimamo, na nyinyi kama wewe kama wewe pia ni mwenyekiti wa Chadema, nyinyi mnaendelea kunadi no reform no election kwa hiyo inawezekana mkawa na misimamo ya pamoja hapa na nini na mkakubaliana tarehe kumi na nne lakini bado nyuma ya pazia kila mmoja ana, ana, ana njia yake ya kupita kuelekea Oktoba au Novemba. TCD iliundwa ili kutengeneza jukwaa la mazungumzo kwa wale ambao wanatofautiana, sio no, wanaokubaliana. Kama mnakubaliana kila kitu, hakuna sababu ya, ya, ya kuzungumza, hamna chochote cha kubishana. Kwa TCD iliundwa specifically, kwa lengo la kutengeneza jukwaa la mazungumzo kwa vyama hivyo vyama wanachama wana, wana. Kwa hiyo ni, ni, ni sahihi kabisa kukutanisha watu ambao hawakubaliani. Hiyo ndio sababu ya uwepo wa, wa nini wa TCD, kwa sababu tusipozungumza tutapigana. Na Winston Churchill aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza wa, wa wakati wa vita ya pili ya dunia alisema jo, jo is better than wo wo. e, mazungumzo ni, ni mazuri zaidi kuliko mapambano. Kwa hiyo TCD inatupa platform ya kufanya jojo jo, ili tusiende kwenye whoa, whoa.